Kuna namna ambavyo unaona umefungwa, wanajua kabisa, wana maisha mazuri. Kuna kila uliyezaliwa una kitu chako. Biblia inaongea kwa habari ya wezi. Yesu anasema weka hazina yako mbinguni, mahali ambako wezi hawawezi kufika, wala nondo wala kutu hawezi kuharibu. Sasa viumbe hivi viko vya aina mbili. Kuna siku nilikuwa namwombea hapa mtu, unajua mimi na macho ya rohoni fulani, Mungu alinibariki kuna mengine siwezi kukwambia, nikawa naombea mtu nikaona funza watatu wanatoka ndani ya kichwa chake, mmoja alitoka huko, mmoja akatoka hapa, mmoja akatoka, lakini walipotoka wanatoka kama wanatembea hewani, wanaenda. Sio funza wa kimwili au naona funza inadondoka, ila ni funza, ila wa rohoni. Amewekewa funza, anaishi ndani yake, ni aina ya, ya mapepo. Nikiwa mle ndani nimekufunga, maisha yako yanakuwa yameharibika tu, maana funza ukaa kwenye kitu kilichooza kinachotoa harufu kisichofaa. Nilipokuwa namuombea, nilipoona kile kitu, nikamwambia Mungu ndani yangu asante, ila yeye nikamwambia umeshinda. Kuna mambo wewe una uwezo wa kuyaona. Nawapa naangana hivi, kunaona kwa umeolewa, ndoa ina shida, ama uzai, ama unazaa watoto wanakufa ama unazaa watoto wanakuwa, lakini ndoa ina migogoro. Hujawahi kuona, kumbe ndani yako amekuwekea funza. We unaang'ana vipodozi, unaang'ana karolaiti, unaangana na angel face, unang'ang'ana na sabuni ya riko unang'ang'ana sijui namna, perfume, na mimi, ndugu yangu, havitaokoa ndoa yako. Unachohitaji ni nguvu ya rohoni, iondoe viumbe vya kiroho vichafu vilivyoingizwa ndani yako, vinaharibu maisha yako na nyota yako kwa jina la Yesu. Kama unanielewa sema amen. Ndiyo, kuna kitu kabisa umewekewa da, ila weo unakuwa na waza labda ni namna, labda natembea kishamba. Kuna nimishakaona watu jamani, mpaka naskula cheka. Unajua, mimi ni mtumishi wa Mungu, nakutana na watu wengi. Mama mmoja akaniambia, mchungaji, mpaka nimenunua kioo kikubwa, nikaweka ndani najiangalia hivi, huyu mwanaume namkosea nini? hivi sifai? Nakaa najiangalia, nageuka, naji naona, mbona niko sawa. Ya, wewe unajiona uko sawa, ila kuna kitu kimewekwa ndani, hicho ndio hakiko sawa. Ukimwangalia yule baba, anakuona kama mzee fulani uliyechoka, unaelekea kufa. Akikuangalia mama, masikio yako ni kama ya anacheza, yanacheza kama ya popo Huyi mtugani huyu <laughs> mtugani huyu we? ila wewe uko sawa. Ukichukua kioo ukapaka face na hicho ukienda, wengine wanakutaka, ila hata wale wainja wanaokutaka wakikupata, ni mara moja tu, hawana haja na wewe. Una sema, nina shida gani? Mingia wanasema nina mkosi nina balai nimefanywaje. Sasa ulogwe uende kwa mgango wa kenyeji niotayuu Ndiyo utajua <laughs> utawekewa jini mahaba, utakuwa malaya wa kufa mtu panga. Utasema hiyo nimechoka, ni Mungu sitaki kupica kuokoka, hapa tayari una magonjwa.